Habari. Kwa majina anaitwa Scholastica Mtavangu, ni mkufunzi kutoka katika chuo cha ufundi Veta Chemba. Karibuni sana Veta Chemba, tunatoa kozi mbali mbali, kozi moja wapo ni kozi ya upishi. Kozi ya upishi, tunatoa wapishi wabobezi, wenye ubunifu. Maana unavyojua upishi ni sanaa eh? kwa lazima mtu ajue katika sanaa nini kinahitajika. Kozi hii ni gharama nafuu Inamruhusu mtu yoyote mwenye kipato cha chini cha juu kusoma. Karibuni sana pia katika Veta Chemba. Karibuni mashirika mbalimbali, semina, shughuli yoyote tunapokea. Tuna, tuna oda mbalimbali za kupika tunapokea oda mbalimbali za kukodisha vyombo kwenye masherehe. Vyombo vyetu ni vizuri na vyenye ubora. Karibuni sana, karibuni sana Veta Chemba. Sambamba na hayo, sisi kama Veta Chemba ni mahiri katika kupika chakula cha kisasa kabisa, chakula chenye standard ya hali ya juu. Lakini pia kwenye mapishi yetu huwa tunatumia nishati safi na mbadala kwa ajili ya kupika chakula chetu kwa ajili ya matumizi ya walaji, lakini pia kama unavyoweza kuona i leo hii tunafarijika sana. Tumewapokea watoto wa compassion, tumewapikia chakula kitamu kabisa, chakula kizuri kabisa chenye standard ya hali ya juu kabisa. Hivyo basi tunawakaribisha ndugu jamaa na marafiki kwa matukio mbalimbali mbali. Sisi kama Veta Chemba tuko tayari kuwahudumia kwa chakula safi kabisa cha kisasa. Karibuni sana.